Ni ndugu yako, ni familia yako, niite balozi wa amani, mtoto wa Bimdash. Bado tuko mtaani, tunapiga stori na ndugu zetu na familia zetu, wanaetu sana. Jambo letu ni moja tu, tunadiskasi na kushauriana na wana kuhusiana na amani ya nchi yetu, kuhusiana na amani ya taifa letu, huku tukiamini kabisa, amani ya nchi yetu inaanza na sisi. Amani ya Tanzania ni jukumu letu sote. Oya wanangu sana, oya, hey. Kama kama kawa freshi oya, kama kawa Ewe bwana, wanangu wana tumekuja tupige stori kidogo hapa. Hivi tukizungumzia amani ya nchi yetu, tunaelewa umuhimu wake? Ndio, umuhimu unajulikana. Umuhimu wa amani ni nini, nini mzee? Umuhimu wa amani ni kama naweza nikasema kama mimi hapa, dereva bajaji, sawa? So, yeah. Panapokuwa kuna matatizo kwenye nchi yetu, mimi siwezi kuendesha bajaji. Kwa hiyo kuna vitu fulani vinaweza vikasimama. Yeah. Kama maisha yangu yanaweza kasimama, yeah. Siwezi kuendesha familia yangu sababu nilikuwa niko mtaani. Au si? Eh, -huh. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinaweza vikasimama. Ee bwana Amani ikipotea, unadhani utaathirika na nini? Au fleshi tu, ataathirika na mengi kweli, kama nini? Ah, najua so utafutaji, yeah. Hasa, utafutaji ama, na itakuwa kazi za kwa familia zetu mtaani. Mambo yatasimama yatasimama sana, eh ya bwana mm. Kuna mwanangu wa Manchester United hapa. Oh ah. Sana fresh kama sio bomba kabisa. Mipango ikoje? ah mule, mule mule tuna discuss kuhusu amani. Wewe unasemaje mwanangu? Sasa hivi milio imekuwa mingi sana, kelele kelele nyingi, jamaa tutiatia upepo tuingie road sijui tuandamane Sijui kwamba mwaka wao iwezekane lazima damu imwagike. Unaichukuliaje hiyo uh, kwenye swala kuandamana kwa yeah. Kwanza siku zote kumaandamano so sio mazuri. Ndio unapoandamana, maana yake unasimamisha vitu vingi sana kwenye uchumi. Ndio unapokuwa mnaandamana, mnakuwa mnaanzisha fujo i na mnapoanzisha fujo maana yake ni kama vita ndio ah. Uh, siku zote tunapotaka kuleta vita kwenye nchi yeah. Uchukue mfano kama wenzetu kwa Burundi yeah. Muona wenzetu kule hawaishi kwa amani kwa sababu yeah, ya mambo kama hayo ya vita yeah. Na maandamano siku zote ndio anaanzishaga vita moja kwa moja oyo, oyo, lodi yeah. kwa hiyo wewe unalizungumziaje? Ile tukiambia tuingie road nayo iko tayari, hapana, siwezi kuandamana tu kwa sababu sijui unaenda kutafuta nini, kati nchi yangu yenyewe ina na na amani ja, yeah, unaona, andamana kwenda kutafuta nini Eh, hey. Eh, bwana, tuwa discuss ya amani. Oya, mwanangu niambie. Oya, jamaa kama upepo umekuwa mkali sana hivi, sijui kama wanamwandafia sana Bimdashi au vipi, lakini kwa namna ambavyo Bimdashi anacharaza unakuta upepo unakuwa mkali sana tuingie leo hii damu imwagike, sijui nini. Wewe unazungumziaje ile mwanangu, uko tayari kutoa damu yako kwa ajili ya mtu mwingine? Na mimi siwezi mimi. Kwanza mimi naona bado poa kwa sababu ya kitu kimoja. Yeah, wengi wanaosema kwamba tuandamane, tuingie barabarani, tukafanye, tukaanzishe maandamano, yeah, walio wengi ni kwamba hawana kazi. Mimi nadhani kasema hivyo, yeah, kwa sababu mtu anapokuwa anasema kwamba maisha ni magumu na huko mtaani ufanye kazi yote, lazima maisha yako yaone ni magumu. Si unajua brother, yeah. Ila unapokuwa unajitoa kwa moyo mmoja, unaingia kufanya kazi, unaenda kulima, ndio kufanyaje, lazima upate tu, yeah. Sawa na kama yeah, ipo ipo tu unaweza ukaandamana na maandamano yako mtu asikuaje akakuletea madhara wewe kama wewe na bado ukaa hauna faida yote na maandamano yako. Kwa hiyo kikubwa tu, wananchi wenzangu, tupambane tutafute maisha tufanye kazi. Mimi naamini hivyo. Hata ukisimama sibi kubwa anazingua sibi kubwa anafanyaje, hakuna kitu kama hicho. Unaandamana, huwezi kuandamana kwa sababu bwana, naamini kama hauna kazi. Ndo unaweza kuandamana, lakini kama una kazi yako unajua bwana, kazi ndio unayo na ingizia mia mbili huwezi kuandamana. Kwa hiyo wananchi wenzangu, tusiandamane. Kikubwa tupambane tupate maisha basi hicho. Kwa hiyo, oh, Bimdash unamuelewa? Yuko poa. Yuko vizuri And... tuko pamoja mwone poa, poa. Wanangu sana wazee, au sio? siku nyingine na usiku Poa. Yeah. Balozi wa amani niko mtaani, napiga stori na wanangu, napiga stori na washikaji zangu, napiga stori na kinabii mkubwa, tuko tunaizungumzia amani ya nchi yetu, tukiamini kabisa amani ya nchi yetu inaanza na sisi. Amani ya Tanzania ni jukumu letu sote.